Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa baadu. Ndugu zangu, kama mnakumbuka siku za karibuni hivi, kuna mshirikina mmoja wa kiwahabi anayejiita Abu Hanifa alinijibu mimi, na katika majibu yake kuna kipengele alikizungumza akasema kuwa sisi tunapowaita wao ni mawahabi hili jina halipo, tumewabandikia tu, lakini kiukweli hili jina halipo, na tunawaita hivyo ili kutengeneza chuki kwenye mioyo ya watu. Baada ya kusema maneno haya, mimi nikaja nikamwonyesha huyu jamaa kwamba hapana, hili jina uwahabi, kukuiteni nyinyi mawahabi ni kwa sababu vile nyinyi mnafuata fikra za muuaji Muhammad ibn Abdul Wahhab, na ndio maana tunakuiteni mawahabi. Kikubwa zaidi ni kwamba hili jina mashehe zenu pia wamelikubali na wamelitumia katika vitabu vyao, wamejiita hasa kuwa ni mawahabi na wala hawajalikataa. Nikaeleza vitabu hapa, nikatoa kitabu kinaitwa Alharakatul Wahabia. Hicho kitabu chenyewe tu kinaitwa Alharakatul Wahabia, kimetungwa na shekhe wa kiwahabi anaitwa Muhammad Khalili Harras. Nikatoa kitabu chengine kinaitwa asheikhu As Muhamadu bin Abdilwahab, kimetungwa na Muhamad al Abu Tami. Ndani yake pia kalitumia hilo neno uwahabi mawahabi mara nyingi tu. Nikamwonyesha pia e, fatwa ya Ibnu Baz, tena nimemwonyesha fatwa mbili tofauti katika Fatawa Nuri Ala Darbi kwamba Ibnu Baz alikubali jina hili la uwahabi na wala hajalikataa, aliulizwa mara mbili tofauti tofauti. Sasa baada ya mimi kuonyesha hili kwamba hili jina la uwahabi au mawahabi hili, mbona hata mashehe zenu wamelitumia wewe, kinachokufanya ulikatae hili jina ni kitu gani? Baada ya kuonyesha kwa kutumia hivyo vitabu, amekuja tena huyu anayeitwa Abu Hanifa amekuja kung'ang'ania pale pale, anasema tumwonyeshe Wahabi ni nini, tumwambie Muhammad ibn Abdul Wahhab kaanzisha lini dhehebu linaloitwa Wahabi? Akasema tena mashehe wao walitumia hili jina katika mlango wa tanazul, anazungumza maneno kama hayo. Sasa nimeona ni bora ni mjibu kwa ufupi tu, na iwe ndo mwisho majibu yangu katika mada hii, kwa sababu tayari nimegundua anazungumza na mtu ambaye akili zake haziko sawa. Akili zake haziko sawa. Kwa nini? Kwa sababu hoja yake ya kwanza, hoja yake ya kwanza nilipomtajia kitabu alharakatul wahabiyya Nikamwambia hiki kitabu ni cha Shekhe wenu Muhammad Khalili Harras, na amejiita umwundani kuwaoni mawahabi, na jina la kitabu lenyewe ndo hilo haraka, Alharakatul Wahabia. Huyu anayejiita Abu Hanifa akanambia, a a, Haji, mashehe wetu walilitumia hili jina mimbabi tanazuli, ili yaishe tu, katika mlango wa kujishusha, ili yaishe. Huyu anajibu hivyo. Sasa hebu angalieni mtu mwenye akili timamu anaweza kusema maneno haya? Kwa nini nasema hivi? Nasema hivi kwa sababu ikiwa jina la uwahabi kwa mashehe zenu, yani mbele ya mashehe zenu jina la uwahabi ni jina baya, hawalikubali, ni jina linalowavunjia heshima, ni jina chafu. Ikiwa hii ni lakabu mbaya kwa mashehe wenu, na wakakubali wakajiita na wakalitumia basi mashehe wenu haziwatoshi akili zao, haziko sawa, ni wenda wazimu. Nukta yangu ya msingi, nisikilizeni vizuri, yeye huyu Abu Hanifa anasema mashekhe zetu walilitumia hili jina, wakajiita mawahabi, kwa sababu wanataka ile yaishe tu. Mtu anapokuenezea jina akakuita na wewe ulichukue ulitumie, ili yaishe. Kwa hiyo wame, wamekuwa katika mlango wa tanazzul, basi ni kujishusha tu, ndo maana wakalitumia ufahamu kwamba wamelitumia neno wahabi katika vitabu vyao, si kuliponda la, wamejiita hasa wao kuwa ni mawahabi. Wamejiita kabisa. Na kuna kitabu kingine na muongezea leo, kinaitwa atharu da'wati alwahabiya, atharu da'wati alwahabiya. Kimetungwa pia na shekhe wao wa kiwahabi, anaitwa Muhammad Hamid alfiqi, Muhammad Hamid alfiqi. Hiki kitabu kifungua ukurasa wa tisa anaeleza hasa definition ile maana ya wahabi alwahabiya, kaweka neno ule wahabi ni nini, akaeleza nisbatun ila limami lmuslihi sheikhi lislami Muhammad ibn abdil Wahab. Akaeleza kwamba wahabi ni nisba inayonasibishwa kwa Muhammad ibn abdil Wahabi. Yeye kampamba pamba, lakini ni muwaji huyu Muhammad ibn abdil wahab kwa hiyo katoa hasa ile maana, maana katika maneno yake huyu anayejiita Abu Hanifa huyu, huyu mshiriki na mwahabi, anasema tupeni definition ya uwahabi, ambalo ni swali la ajabu sana. Uwahabi ni fikra inayofuata mrengo mchafu wa itikadi na tabia mbaya za Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kwa hiyo mawahabi ni wale ambao wanamfuata Muuaji Muhammad ibn Abdul Wahhab na mpotoshaji wa aqida na akhlaq za Waislamu. Kwa hiyo hiyo ndo maana ya wahabi, hakuna maana nyingine. Sasa unapotuambia kwamba mashekhe wenu hawa wote wamejiita mawahabi mpaka huyu Muhammad Hamidi al-Fiqi ambaye katunga kitabu akakiita sa atharu da'wati l-Wahabia, kama yule Muhammad Khalili Harasi alivyoandika kwenye kitabu chake Al-Harakatul Wahhabiyya Mnapotuambia kwamba haya maneno wameyatumia katika mlango wa kujishusha, basi hawa mashehe wenu hawana akili. Ikiwa jina hili wahabi si jina la heshima kwao, ni jina linalowachafua, ni vipi walichukue katika mlango wa kujishusha? Basi watakuwa machizi kwa kukubali jina baya, kwa sababu muislam, na ni makosa hasa muislam, huwezi ukakubali jina baya. Mathalan mimi nikuite kuwa wewe ni punda au mbwa, nikuite mbwa halafu nikuone baadaye una kwenye t-shirt yako nyuma umeandika mbwa, kwenye vitabu vyako unajiita mbwa, hata watu umeshawaambia niiteni mbwa. Lakini ukaja ukasema, ah, najiita mbwa kwa sababu Haji aliniita, kwa hiyo niko katika mlango wa tanazul, kujishusha, ili yaishe. Lakini hili jina kwako wewe si ni baya? Kama hili jina kwako wewe ni baya na linakuvunjia heshima, kwa nini ukubali, yaishe, ujiite na hilo ni kosa. Muislamu hatakiwi alikubali jina ovu na baya. Kwa hiyo, ikiwa unakubali kwamba mashehe wenu wanaamini kwamba hili jina ni baya, lakini wakajiita katika mlango wa kujishusha ili yaishe, basi ni wenda wazimu, kwa sababu mtu hajiiti ha, kwa sababu mtu mwenye akili timamu hawezi kukubali aitwe jina baya eti kwa sababu ya kuwaridhisha wale walomuita. Itakuwa we ni chizi, au ni kwamba mashehe wenu waliona hili jina linawafaa, waliona hili jina linaendana na wao ndo wakalitumia. Ha, hakuwezi kuwa na la tatu. Ima wamelikubali wakaona halina tatizo e, ndo wakalitumia wakajiita mawahabi kwenye vitabu vyao, au kama hawakulikubali na wanahisi linawavunjia heshima, wanajua hivyo na ni jina chafu kwao, kisha wakalikubali kishingo upande wakajiita tu, lakini hawalipendi basi ni waenda wazimu kwa sababu mtu hawezi kukubali jina lenye kumchafua, jina baya. Lakini kikubwa hapa kilicho wazi ni kwamba mashehe wenu wamelikubali hili jina. Na nukta nyingine ambayo huyu anayejiita Abu Hanifa alijibu akasema, nilipomtolea fatua ya Ibnu Baz, akasema Ibnu Baz mwishoni mwa fatua yake amesema hili jina la uwahabi limeanzishwa na watu majahili. Nataka nikuambie hiyo ni kesi nyingine, na Ibn Baz kukubali jina la uwahabi ni kesi nyingine, kwa sababu hapa alizungumza tu Ibn Baz, asili ya hili neno ni nani, walianza kulitoa, na hiyo kusema kwamba jina hili wamelianzisha watu wajinga ni chuki zake tu kwa ahlusunna. Lakini hapa alizungumza jina hili linatoka kwa nani, hakulikataa na ndio maana fatwa yake moja niliyokuonyesha, ambayo wewe unajua ipo, alipoulizwa man humul wahabiyya, mawahabi ma ni akina nani, akasema hum atba'u Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ni wafuasi wa Muhammad ibn Abdul Wahhab, katika fatwa ya Ibn Baz nimekuonyesha. Kwa hiyo Ibn Baz hajalikataa, alionyesha tu pale wapi linatoka, lilianza hili jina lakini hajalikataa wala hajalipinga, kwa mashehe wenu wamelitumia li hili jina na wamelitumia kwa kuliridhia, ama ikiwa hawakuliridhia hawa lakini walilitumia, na wanaamini kwamba wao ni chafu, ni wenda wazimu, hawajielewi. Ama ukituuliza kwamba ni lini Muhammad ibn Abdul Wahhab alianzisha madhehebu akasema hii madhehebu ni ya kiwahabi, sisi tunasema hilo ni swali la kimwehu, kwa sababu hata nyinyi tukikuulizeni ni lini salafu salih wema waliotangulia walianzisha madhehebu akasema hii madhehebu iitwe salafia? hakuna na nyinyi ndo mnajinasibisha na salafu saleh, mnajiita mnajiita masalafi, madhehebu yenu mnaita Salafia na mnajinasibisha kiuwongo, kwa sababu ha, hamwendani na salafu saleh kiitikadi, ki akhlaq. Ni aqida yenu ni mbovu, tabia zenu ni za kishenzi, hamwendani kabisa, mko mbali na salafu saleh, lakini nyinyi mnajiita ni masalafi. Kwa nini mnajinasibisha na wema waliotangulia? Hakuna, uh, hakuna siku salafu salih waliosema haya madhehebu yetu yetu yaitwe salafia. Kwa hiyo ni swali la kijinga. Mashekhe wenu wameeleza mpaka kwenye vitabu wahabi ni nini, mawahabi ni akina nani. Ambao wamejieleza mawahabi ni nyinyi. Nukta nyingine ya msingi ni kwamba sisi tunapokuiteni mawahabi hatutaki ridhaa yenu. Yani usije ukadhani hapa mimi napapatua kutafuta ridhaa ya kukuiteni nyinyi kuwa ni mawahabi, hapana. Unapoona tumekuiteni mawahabi ndo tumekupendeni hapo, tumekuheshimuni, lakini nyinyi hasa ni mujassima, ni watu ambao mnamwabudia Mungu asiyekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungu wenu ana uso, Mungu wenu ana macho, Mungu wenu ana miguu, Mungu wenu nyie ana masikio. Mungu wenu nyie, Sheikh wenu Ibn Baz anasema Mungu ana kivuli, kama vile binadamu akitoka juani mathalan inakuja kivuli. Ibn Baz anasema Mungu ana kivuli hasa kwa uhakika. Sheikh wenu Ibn Uthaymeen anasema Mungu ana ridaa na izar Yani, kwa hakika hasa ana nguo ya chini na juu. Kavaa vipi? Anasema Ibn Uthaymeen, kavaa vipi, Allah vipi amevaa hiyo, anajijua yeye mwenyewe, yeye mwenyewe ndo anajua ni vipi amezivaa lakini anazo huyo, ndo Mungu wenu amebakia kula tu kula tu, bado na siku sinyingi mtatuambia pia Mungu wenu anakula. Sasa nyinyi ni mujasima na ndio tunatakiwa tukuiteni hivyo, au tukuiteni gengi la wahuni. Nyinyi ni washirikina lakini pale tunapokuoneeni huruma sasa, tukakuheshimu ndo huwa tunakuiteni mawahabi. Kwa hiyo nyinyi ni mawahabi, mtake msitake, na msije mkadhani tunatafuta ridhaa yenu. Aa, sisi hatutaki ridhaa yenu katika kukuiteni nyinyi ni mawahabi, hatutaki ridhaa yenu kabisa kabisa. Na kwa hivyo utake, nyinyi ni mawahabi, na usitake, nyinyi ni mawahabi.